Timotheo wa pili moja sita nasemaje? Uchoche karama ya Mungu yuko ndani yako kwa mikono yangu. Neema ni karama, ni kipawa, ni kibali, ni zawadi. Timotheo alikuwa ni mwanafunzi wa Paulo, ameishi na Paulo, amefanya kazi pamoja mpaka Paulo kaona ameiva, akatumwa kwenda kufanya huduma, kufungua kanisa, akaenda akaanza kufanya huduma, ila kuna vitu ambavyo Paulo aliomba akaviachilia ndani yake. Paulo akivitazama havioni vikidhihirika kwa jinsi ya mwili, akamwandikia waraka wa kwanza, una maelekezo mengine. Huu ni waraka wa pili. Kwa hiyo mpaka Paulo anaandika hii sentensi, ni kwamba kuna namna alikuwa anaona Timotheo hayuko vile ambavyo Paulo anakusudia Timotheo awe ko, akamwambia chochea, kwamba Timotheo hicho kitu kimo ndani, usikitafute nje njeakio, so kimo, kimo, kichochee. Kukichochea maanake kukiaktiveti, kukifanya kiende, kukifanya kitembeke, kukifanya kifanye kazi. Maake kiweza kikawepo, ila hakifanyi kazi, kiweza kikawepo, ila hakitendi kazi. Kifanye kiende. Kama ni gari bana, ndani ya nyumba yako kuna gari, liwashe. Usipoliwashe aliwake, kwa anawambia Timotheo, chochea. Kwa hiyo tunaweza tukawa tuna vibali, tunaweza tukawa tuna karama, tuna kipaa ambacho Mungu ameweka ndani yetu, ili hatujakichochea, na tusipokichochea kitakuwa kikawa akifanyi kazi. Kwenye utendaji kazi wa neema ya Mungu, mwanadamu ndiyo mwamuzi, na kiwango cha utendaji kazi wa neema ya Mungu kwa mwanadamu, sababu mwanadamu ndio mwamuzi, kitaamuliwa na kiwango cha yeye kuchochea ile neema iliyomo ndani yake. Mwanadamu si ndio mwamuzi? Kwa kama mwanadamu ndio mwamuzi, yeye ndio anayeamua neema hii itende kazi kwa kiwango kipi, sababu tayari tunayo. Anasema, ichochea karama iliyoko ndani yako ulioipata kwa kuwekewa mikono na mimi. Kwa tayari anayo ndani, ila Paulo anamwambia wewe ndio mwamuzi wa kufanya itende kazi au usitende kazi, kazi na kiwango hicho ni yeye mwenyewe. Paulo anasema nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya nini? Ya neema, na natenda kazi kupita wote, pamoja na ile neema ya Mungu ile kazi pamoja nami asema si mimi bali ni neema ya Mungu itendao kazi pamoja nami. Kwa make kuna namna aliingia kazini akafanya kazi zaidi ya wote, na ndio maana neema ya Mungu inaonekana kwake zaidi ya wote. Kwa hiyo kama mwanadamu kama wee ndio mwamuzi, basi kiwango cha udhihirisho wa neema ya Mungu kinaamuliwa na namna ambavyo utachochea. Kuchochea neema sio wajibu wa Mungu, ni wajibu wa mtu. Wajibu ndiyo gharama ya ukuu. Kuwajibika hawezi kuwajibika bila kuwa na wajibu. Lazima uwe na wajibu. Wajibu manake kuna mambo ambayo unahitajika wewe binafsi kuyafanya. Kama hakuna kitu ambacho unahitajika kukifanya wewe kama wewe, basi huna wajibu. Kuna mambo ambayo ni wewe ambayo unatakiwa kuyafanya. Kama hauna hicho kitu kama ambacho unatakiwa kukifanya, basi hauna wajibu, na kama hauna wajibu ni shida sana, sababu hauna ukuu, sababu ukuu wa kila mtu umefichwa kwenye wajibu. Lazima pawe kuna kitu kinachokuwajibisha, pawe kuna kitu ambacho unawajibika kwacho, pawe na namna ambavyo unatakiwa kuwajibika sababu ukuu au matokeo chanya kwenye maisha ya mtu yanaletwa na kuwajibika kwake juu ya eneo husika. Mfano, hawezi kupata mbadiliko wa kiuchumi au mbadiliko wa kifedha bila wewe mwenyewe kuchukua wajibu wako binafsi. Hata mtu aje akupe bana milioni tano, hii hapa anzisha mtaji, milioni kumi, hapa anzisha mtaji, mtaji, utakutaka uanze kutoka kila siku ndani, ukatafute bidhaa, utafute soko, utafute wateja, ukomaesangine kwa muda usiku na mchana, uwaze, utafakari, umwombe Mungu, utafute mbinu, usome, usikilize mikakati hapa na pale, uchukue, ujiwajibishe. Kwa hiyo kuifanya neema itende kazi kwenye maisha ya mtu ni wajibu wa mtu. Kadri unavyozidi kuchochea ile neema Mungu kwenye maisha yako, ndivyo ambavyo unazidi kufurahia na matokeo, matunda ya neema Mungu kwenye maisha yako, na unavyozidi kuacha, ndivyo ambavyo unazidi kuwa mbali na matunda ya neema Mungu kwenye maisha yako. Huu ni wajibu usiohamishika. Kiwango ambacho utafurahia karama au kipawa cha Mungu ambacho kimewekwa ndani yako kinategemeana na namna ambavyo wewe mwenyewe unaiactivate hiyo neema.